Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan, leo Novemba 5 mwaka 2025, amemwapisha Hamza Johari kuwa mwanasheria mkuu wa Serikali. Uapisho huo umefanyika Ikulu, Chamwino mkoani Dodoma, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali. Hamza Johari aliteuliwa na Rais Samia kushika wadhifa huo Novemba 3 mwaka 2025, kwa mujibu wa Katiba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 Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba umruhusu Katibu Mkuu kiongozi aweze kuketi. Asante.